Na, salamu aleikum warahmatullahi wa barakatuh. Uh, wasikilizaji wetu wa Iko Wapi Zamani na watazamaji uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia siku nyingine tena ikiwa leo ni tarehe ishirini na tano mwezi wa Septemba elfu uh, mbili ishirini na tano, tukiwa hapa mjini Mombasa, na leo tumepata bahati kubwa sana kutembelewa katika studio yetu na gwiji wa mji wa Mombasa, mtu ambaye alikuwa ni maarufu sana mjini. Hakuna kichochoro chochote isipokuwa jina lake lishatajwa, si mwingine bali ni Omar maarufu Bobea, lakini mwenyewe atatupa jina lake kamili. Lakini sisi tukisikia Bobea basi hatutaki maelezo mengine, twamjua. Bobea, naomba ujitambulishe kwa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ili wapate kukujua na kukuelewa vizuri bwana, jina lako na ulipozaliwa, alafu tutaendelea. Mimi kwa majina naitwa Omar Abdalla Bobeya. Nizaliwa Majengo ya Sokoni mwaka wa 1948 mashaallah. Majengo ni kubwa Majengo, majengo, mi? Minazini, Majengo Msaji, eh sisi Majengo Sokoni, Majengo Sokoni. Ewallah Liberty, Liberty. Mashallah, wallahi uzuri kujua hivyo. Na hili jina Bobeya, kuna bwana mmoja nilimhoji mimi akaniambia kwamba hata Bobeya mwenyewe hii jina la la kuja kwa juu alilipata kutoka, kutoka Zanzibar. Sijui maneno yale yalikuwa na ukweli kiasi gani

wewe ni kina nyango, akwambia wewe Karume mwenyewe. Mashallah, mashallah, wale uzuri kujua hiyo ni katika changamoto za historia ambazo nyote mlikuwa hamzijui, lakini leo imefika siku yake kuyasikia kutoka kwake yeye mwenyewe. Bobea, tafadhali bana. Ehe, udogoni mwako sasa, hapo Majengo uh, sokoni Mm-hmm. Sasa kujulikana kwangu mii kuwa golkipa Wachezea skuli gani? DB school. Souda DB school. Mashallah. Tukaa hapo tukaanza masomo. Very good. mm -hmm. Good. kwa hivyo ukawa tayari ushaanza kuonekana sasa. Na ni wachezaji gani ambao ulikuwa ukichangamka uki nao hapo maskuli skuli hapo kama kina Hamisi Jafar? mhm, kina Jafari. uh -huh. kina Elif, Elif. mm. mm. na kuendelea kutoka hapo maskuli na nini sasa, labda timu zikawa zaanza kuku, kukuangalia sasa Chama cha mpira cha Mombasa. Ndio. Tunakuwa kwa kina sala ya Hamisi hapa. Mhm. Mm -hmm. Afungua ligi yetu. Ikaka cheta tonoka. Sisi sisi mwa watu wa jengo Brazil pale. Mhm. Mm. Majengo libat. Tafungua timu inaitwa Botafogo. Mhm. Mm -hmm. Sasa divisha. Tapia sasa divisha kwa second division kwa ta Santos. Mhm. Mm. Toka Santos kachagula pia kama watano, ndio kachezea Brazil sasa first division. Mm. Mm. Kwa hivyo mapambano yalikuwa makali wakati huo sana, Mombasa sana. Mm. Na mashabiki wakijitokeza. Haya, na hizi timu mahasimu walikuwa nkina nani sana? Ilikuwa sana ni West Ham. West Ham. Nyundo Banli yamachap hala Spaki ya zamani, Luo Union. Kwa hivyo wataka kuniambia kinachege uma walikuwa wakiteza Ramogi, Ramogi ha. Okay, kule Ramogi ni watu wa pwani kule Nairobi. East bracket, East Africa, East Africa. Aa, mm. Kwa hivyo wao walijipanga na nyinyi na nyinyi mukajipanga sasa na mlikuwa na maprofessional wazuri, wazuri bwana eh? Haya michuano sasa ilipoanza sasa ikawa mvipi michuano ya... ligi ya taifa hii haswa taifa... hebu tuzungumzie ile 1965 mlipotukua ushindi mukawa mabingwa wa, wa Kenya nzima. Hebu tupe habari zake bwana. Sisi tulianza kuchukua wachezaji kutoka Tanzania. Mm. Kitwana, Kitwana Manara. Kaja kufanya mazoezi naye vita school pale. Vita pema. Mm. Kuingia ligi. Mm. Kitwana. Kipa, namshukuru sana Kitwana. Kitwana ndiye aliyetupa kile kikombe. Kitwana na wewe nani mkubwa? Ye, mkubwa, mkubwa Kitwana, okay. Mm-hmm. Kenya nzima namba 1 ni Faisal, namba 2 Mwenge Liverpool. Kwa hivyo tulikuwa na heshima kubwa sana. Ushawahi kulisikia shairi la Balo alipowasifu Liverpool? Liverpool tunalo sisi pia katika grupu Eh, mashaallah mzuri. Kwa hivyo standard ya mpira ilikuwa iko Coast, Western, Eastern, Nairobi, uh, Nyanza, si ndio bwana? <inaudible> <North Eastern, inaudible> eh, na, na Western nafikiri Province saba mwakipigania ya kikombe na Nairobi, Nairobi wengi sima alikuwa ni jana moja ujinga jinga. Awambia watu wa Nairobi. Eh. Wewe uchukue mpira ukajifundishe. Eh eh. Wamefundisha mpira watoto wadogo. Watu ni mamba. Sita sawa kwa maisha yangu. Ndio ndio. Piga tatu Nairobi. Wao mpaka sasa timu ya taifa Kenya. Eh. Haichukuliwi wachezaji wa pwani sana. Sababu wao wanaamini mpira wa Kenya pelekwa na kabila mbili. Mm. Banuya ya Nairobi. Mm. Na hiyo ni makosa. Kwa sasa atakana serikali itembee kaunti arobaini na saba watafute vijana anda 16 vijana anda 17 mmm, hata nsema anda 18. Yani kama nasari. Ndio wale wale wazee, zile kula chuko vijana, wapeleke timu hiyo. Ndio pia utaendelea kile, hakuna usawa, hakuna usawa. Wanajua sana sisi, kweli leo na kuna sababu kadhaa wa kadhaa zimesababisha mpira wa pwani ukadorora mpaka ukafika hapa tulipofika. Nafikiri ukituangazia tutapata faida nyingi. Vipi tutarekebisha sasa, matatizo yalikuja vipi? Vipi tuliporomoka namna hii? Vijana waliingilia na mambo starehe nyingi, miraa, bangi mdmdumui kama mnavyoiona uwanja, utatumia uwanja wa Bandari. Kwanini tusitengeze stadium vipaji vya watoto wetu? Ndio, ndio, sasa iko stadium hakuna. Afikiria nini? na hapa ndipo tunaposema kwamba uh, sisi wanati wa hapa ama raia wa hapa, kwani kuna kitu gani baina ya sisi na viongozi wetu? Tusikae pamoja tukashauriana na tukasaidiana kurudisha hali ya mpira vile ilivyo. Tatizo liko wapi? Walifikiria wewe watu. Kwa nini watu hawashirikiani wakakaa pamoja? Tatizo lilikuja wakati tuliunda timu wa, wa, wa, wale waheshimiwa wa, wa, wa, wa, kubwa kubwa wakamuunga mkono mbele ya timu ikaitwa Coast Stars, tukatengeza mm -hmm, yukaita mpira vizuri. Mara ikaja, wa, wakajitoatoa wale wakubwa wakubwa. Lini ndo mpira ukazorota mm. Na sasa tuaomba, tuwarudishe vile vile, mpira urudi hapa pwani. Tusikizaneni tu tujijenge tu kama zamani vile vile, mpira uendelee, maka mpira za pwani umezorota. Tuondoeni tofauti zetu eh, tuondoe tofauti zetu tushikamane pamoja, umoja ni nguvu. Kwa hivyo, kwa maoni yako, ikiwa watu watashikamana tena pamoja, je, twaweza kukipata kikombe cha ligi kuu ya taifa kije Mombasa? Tupe utabiri wako, pengine miaka kadhaa tutakuwa hatuko tena labda duniani na nini, lakini ikiwa watu watashikana, waonaje wewe katika siku za usoni? Hiyo kusema kweli ni kama ndoto maana yake kuangusha vijana wacheze mpira tu tu kwenye sina ligi mm. Sio, ni kama tutafanya, labda tufanye combine ya timu kama sita hivi, tuchukue wachezaji tufanye timu moja hapo mm. tuweze ku sound kidogo mm. na tupate waalimu wenye makocha wazuri mm -hmm. na viwanja vya kufanya mazoezi na equipment iko ziko, tunaweza kufanya vizuri, na vijana wengi nimewaangalia. Kile kile, mbona bwana, tuzengeni stadium. Sasa mimi kama gavana sema gavana bado wako kwenye prosesi. mm. Kwa hivyo lazima kuwe na ushirikiano hapa. Ushirikiano tena uwe na nguvu, ushirikiano wa dhati. Na kuwe na masponsa. Pengine kuna kitu waweza so kukizungumzia kilichopotea ambacho ni ghera. Waonaje mm. ghera ya zamani? Eh, ghera ya zamani ilikuwa ni ghera kweli. Ukitembea mm. mahali, urudi nyumbani mkono mtupu. Mtu wa machungwa kwa mzee, kama ile vitu vibani. Ule moyo, ule, ule akupa Mashaallah. Moyo Mashaallah. Sasa hivi kama ilivyo, hichi ni kipindi ambacho kimeandaliwa na hii grupu ambayo tumeianzisha eh, tukiita Iko Wapi Zamani ikawa twakusanya historia ili tutoe kitabu ambacho watoto wetu watakuja waja wapekue pekue waone wazee walivyokuwa zamani, na matokeo ya hichi kitabu ndio yakazalisha hii grupu, watu wakaunga hapa, tukashirikiana pamoja, tukaita Iko Wapi Zamani. Hii ni ndoto bado, na twaomba uh, radhi zenu nyinyi wazee, mukiridhia hino basi tupate na ufa, kufaulu katika jambo kama hili bwana, kwa hiyo Mwenyezi Mungu utafaulu. Iko Wapi Zamani mm, imewachwa watu wengi sana ile neno hili, maanake zamani ni zamani. Watu wameona zamani mipira ilipokuwa sasa. Hakuna mipira, ni mangoka <coughs> madawa ya kulevya, hii ndio ah, inaharibu mpira mdogohaaribaiingilea kwenye mambo ya mihadarati Turudi nyuma kidogo kuichangamsha uh, ma, ma, ma, majadiliano yetu haya. Tupe historia ambazo ha, hazijahadithiwa hazija kwa watu, au historia ambazo ni muhimu watu wazijue. Hebu mulikuwa Faisal, mahasimu wenu hasa ni nani, ile kidhati kikweli? Mwenge na ulikuwa sasa tukapambana nao katika national league. Aha, uh -huh. Wanja wamefurika kuanzia eh, saa 4 asubuhi, kuanzia 4 asubuhi eh watu. Hiyo sasa hiyo ndio dai kikombe hicho, dabi ya kikweli, dabi ya kikweli kama yanga na Simba. Aha, uh -huh. Aya, baada tukapelekwa Mtongwe huko, eh uh -huh. kwa mzee mwingine kilema hivi, nyumba cha udongo udongo na makuti na mikanjikanjo mingi eh, mzee akatatuki akatatuki

kweli kwanza, tukafungwa tukatoa pia kwa nyavu ya pili. Sasa tukaanza kuwafunga sisi sasa, na tuambia kutafunga nane kwa mbili sisi sio nyenye pia tuwasema Liverpool nane tuwafunge nane vipofu. Uh -huh. Hao ehe, Ngome ikaanza half time for two muongoza tuongoza. Hebu ngoja taratibu, Liverpool wanaanza kuwafunga nyinyi mwanzo, si, si, ya kwanza na ya pili, ehe uh -huh. Tukare, tukarekebisha tukare, tukare, wa Amin. Mm. Eh. Na sasa hili, huu mpango mzima wa watu mpaka kutukuliwa Mtongwe na kwenye vijumba vya udongo huko, ulikuwa ukikubalika katika, katika jamii au ma, matajiri ndio wasimamizi ndo ndio wanaosimamia ah. Uh-huh. Kwa hivyo mkawapiga Mwenge etu, etu, etu. Eh. nane kwa mbili, haya ah, endelea ah. Pambana kupambana, kwa hivyo mara tukatawazo mabingwa wa, wa National League ya mbapo wajia tokea kwa Kenya hivyo kumbasa kukua League ya Kenya hivyo National League ya Kenya shukula unatuwabara kila siku mpaka leo. Very interesting, yaani mm. Mwenge, uh, kwa hivyo ambayo... Mwenge eh. Na Nifesa walikuwa na nafasi ambayo sababu walikuwa na uwezo. Uwezo kukumeta mchezaji wote kutoka inje ya nchi. Hmm ulikuwa na timu ikiitwa Jogoo... ma. Jogoo mm -hmm. mm -hmm. pia Mahendra. Ndio ikapa hiyo Jogoo hiyo. Mm. Akatuchukua paka sisi pia. Na eh, yani mimi bado nashangaa kwamba manake ilikuwa kwa sababu si nyinyi tu mliokwenda Mtongwe kwenye vijumba vya udongo, ionekana Mwenge ngoma ni hiyo hiyo. Kwa hivyo mkachukua ubingwa mara ya kwanza. Viongozi wenu kina nani wakati huo? kina Okay. Ndio, ndio. Sasa, kwa nini tangu wakati huo ubingwa haujarudi tena kwetu? Vilabu vikaanza kuzurutazo sana, manake ikawa pesa ilishakufa Mwenge na wajijui, ikawa timu ni Bandari, kampuni ina nguvu kwa hiyo sisi tunajitahidi kujaribu kuweka watu pamoja, ili at least tupate viwanja vya kucheza, viwanja vya mazoezi na viwanja vya mazoezi mm. bila mazoezi hatuwezi kwenda huko mbele na ana katika uchezaji wako wote wewe, tukio gani ambalo utaendelea kulikumbuka katika kucheza kwako, na pengine baada ya mpira kuisha, wakati wakaanza fujo? pengine mlikuwa uh mnawafunga. -huh. uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Alafu tukaenda Nairobi tena hizo. Mm. Tukacheza na Luo Union. Mm. Tukawapiga mabao wale. Mm -hmm. Ule kutoka fujo mpaka polisi wakatumia tear gas. Sisi tukakimbia chooni. Chooni, mm -hmm. akuingiliki. Furika chooni mbaya sana. Mm -mm. Mawe rusha kwa kweli mpaka basi yetu tukapiga hiyo. Wakaleta kofia nyekundu yo, jeshi. Wakakimbia, ndio tukaenda hotelini, tukarudi Mombasa. Ndio naona kwamba ushirikiano baina ya sehemu za huko pwani na zile timu za Nairobi na kwingineko si mzuri sana kama uhusiano wa hapa pwani na Tanzania Yanga na Simba mseto wale eh. Sana, sana, Utanga. Eh. Coastal Union. Coastal Union. Wale ndiyo. Ndiyo. Okay. Wala historia ni nzuri watu waijue, na matukio matukio haya madogo madogo mengine ni ya mafunzo kwa vijana wanaokuja. Kwa hivyo... mm. Misri. Misri. Okay. Mm. Mm. Kwa hivyo Misri miaka ya nyuma huko -hmm. Na Fesal waliwahi kubadilisha jina au jina ni hilo hilo? Mnazi Mnazi. E, na Mwenge. Aha, halafu kulikuwa na moja ikiitwa wazee wa kazi na moja wazee wazee wa, wa, wa, wa mji kazi. Aha. Champion Champion. Wazee wa wazee kazi, na wazee wa mji ni Mwenge Mwenge. Nakumbuka maanake marehemu Sarai akitangaza wazee wa kazi watapambana. Okay. Eh, uh, na eh, wazee wa mimi <laughs> <laughs> Ah, zamani mbona kulikuwa na mashindano ambayo huyapati sasa, no, hmm. hmm. Pesa. Pesa. Hmm. na mchezo wenyewe standard sio kama ile ya zamani. Ha, chini hmm. mpira paka mjio system. Marefari gani utawakumbuka mpaka leo? Akiamua, ameamua. uh, uh. uh. uh -huh. na, na nyongesa nyongesa au ngesa, lakini huwa wameamua Nasikia akitezesha mpaka akibeba na kisu. Maulidi, akwambia nitakutoa matumbo. Eh. Na um, mashallah. Yani, wachezaji gani ambao walikuwa ni tishio kwako wewe kama goalkeeper kipa? wachezaji gani au mmoja wawili ambao ulikuwa ukiwaangalia sana? Robert Samuel. Mhm. Diego Maradona. Mhm. ukifanya mtezo ukitema tu eh, mm. mhm A ni nani? eh, Tony Philip Tole. Kastana Tony Maski. Wa. na uliwahi kubadilisha timu kutoka Fesa ukienda timu nyingine? Ndio, ndio. Lakini wakati umpita, bwana, ndio tukafungua grupu tukaita iko wapi zamani. Ya sasa ya sasa, zamani ndo alikuwa na nguvu zaidi, watu wapenda mpira wanaghera, uwezi kuwa nap Hmm. Sasa una salamu gani kwa pingine viongozi wetu na hali tulio sasa hivi waweza kutusaidia vipi wao kama viongozi? Deo pingine viongozi pingine watakusikiza, bwana Bobea ashatoa ombi lake, tutamsikiza Bobea tutafanya. Tafadhali wape ni neno yako viongozi. Wapenzi wa Mombasa, watu wanaoamini mpira. Iko Wapi Zamani imejitolea kwa ghera kuwarudisha nyinyo, mnaotaka mpira ambao ni wadhamini, usife moyo, turejesheni sifa Mbasa. Usahau kabila, rangi, tuungane pamoja kama vile zamani, tuwe na ghera, mpira urudi kawaida yake. Watu shingo upande, hakuna mpira viwanza, hamna English Premier League mwanzo, mtu wanza kwao ndo akaenda kwa zina sasa tuomba Iko Wapi Zamani wanawakaribisha kwa mikono miwili, oye, oh yeah. Oh yeah. Kabisa bwana, mashaallah, Mungu akubariki Bwana Bobeya, na tuamini kwamba tumepata radhi zako kama mzee wetu, na sisi tuko katika kuangalia pia maslahi ya watu kama nyinyi watu ambao mumeritaya mpira lakini hamujaona faida yake mazao yake hamjayaona kwa hivyo sisi moja katika malengo yetu ni kwamba wale wenye kuritaya lazima waritaya wakiwa na furaha lakini Saabimu. hili haliji kwa kuachana mikono mikono mpaka watu washikane tuwe kitu kimoja moja umoja ni nguvu tukikaa pamoja tuwakumbuke ma, ma legend wetu hata wale ambao washakufa tukaweza kuita familia zao, tukapawa tukawapa zawadi zao, bwana, hii kwa niaba ya fulani alituachia eh, nyayo zake nzuri, hii bwana, nyumba nini, gari wao wafurahi, na wao. Kwa hivyo tuko katika malengo kama hayo, kuboresha mboresha hali ya malegend wetu bwana, eh. Basi watu waliosema watu waliosema niko ni mbele haki, mm, niko sasa, nioneni na bado mtaniona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mashaallah, oh kabisa wajua, nilipokuwa namtafuta Bobea, watu wengi wasema, ah, wewe Bobea shafariki bwana. Bobea, ah, zamani bwana. Ghafla ninapawa namba bwana. Alimbaraka ananiambia bwana, shika namba, mpigie. Nikipiga, Bobea yuko na mimi ninakuja Mombasa. Alhamdulillah bwana, ninafurahi sana kukupata bwana. Ninafurahi sana kukupata bwana. Na sauti yako italeta mabadiliko inshallah. Madamu ushasema iko wapi zamani, hoye. Hoye bwana. Asante bwana. Shukran, asanteni sana wasikilizaji wetu na watazamaji kwa kuwa nasi katika kipindi hichi, na Mwenyezi Mungu atubariki sote, amjalie Bobeya afya njema maisha marefu yenye ufanisi. Shukran, wajazakumllahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nzuri bwana eh? Kabisa bwana.